Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rahisi yake, anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate, mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate, tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States of... tuangalie tu, tutafikiri tu lakini hawezi uwe kututambia kwa kiwango hicho. Yani anaadmiti kwamba hicho yeye, yeah, ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. sa saa sa naitwa, si mwachaje, anaitwa Mwombe Kiprosper Gelvas, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tukiongea kuhusu maandamano yaliyofanywa na vijana wenzetu, kwa kweli tuseme wamekosea. Uh, kama serikali tunaomba vijana wote waliofanya hivyo wasamewe tu, kwa sababu kwanza ndio mara ya kwanza. Kama tutakuwa wameshawishiwa labda hapa na pale, tuseme tumefanya makosa. Kwa hiyo kama mheshimiwa rais awasamee, uh, vijana walioko ndani watoke, na wale ambao waliozuiwa, ndio hivyo, lakini walio na, na, na waombea kama radhi, kwa sababu hatorudia. Tumeona madhara ya kufungiwa ndani, asema kubwa tumefungiwa ndani, wengi tukata, hatujajipanga, uh, ni kama tumekurupuka panga tka, hatuna vyakula hatuna pesa ya kujikimu. Kwa hiyo tumeathirika zaidi sana, kama si wenye familia vijana wengi. Hatuwezi kujua watoto huo. Kwa jina naitwa Baraka Omar Nyange, ni mkazi wa Dar es Salaam. Kiukweli haya maandamano yametuathiri kwa sana kwa sababu maisha Dar es Salaam jinsi yalivyo, ukiamka ndo maisha yanaenda. Maana kwa siku ambazo tulizokuwa ndani ilikuwa ni changamoto kubwa. Labda kidogo nafuu kwa watu ambao walikuwa vijijini. Kidogo kulikuwa na nafuu kwa sababu wao wanapolima kunule msimu wanalima afu deni na kuwa ndani. Lakini kwa dau kitoka ndo maisha yanaenda. Kwamba hatukujua kinachukua kina, kwa sababu Tanzania kwa ile uchaguzi unavyoisha amani na kuwepo. Maisha kwa kawaida yanaendelea. Kwa hiyo bado uchaguzi kuisha, sisi kama kawaida tukajua maisha yanaendelea. Kwa hiyo kilichotokea kilitusikitisha na kilitushangaza kwa sababu sio tamaduni wetu. Sisi kama Tanzania sio mbaya kutoa maoni kwenye mtandao wa kijamii, lakini maoni yetu yawe na mipaka. Kwa sababu hii nchi ni ya kwetu. Miundo Miundombinu iliharibika ni ya wa Watanzania. Kwa hiyo tunapoharibu miundombinu ambayo tunitumia sisi, maana yake tunajiumiza sisi wenyewe. Uchumi wetu tunauharibu.